Turudi sasa nchini Kenya, mwaka mmoja tangu maandamano makubwa ya kupinga kodi na ufisadi nchini Kenya, maarufu kama maandamano ya Gen Z, vijana wa taifa hilo bado hawajakata tamaa licha ya matukio ya ukandamizaji wa polisi. Lakini sasa wanakabiliwa na mtazamo tofauti kuhusu njia gani ya kufuata kuelekea mbele. Wakio Mbogo na uchambuzi ufuatao. Kwa mujibu wa wachambuzi, maandamano hayo yaliyofahamika kama maandamano ya kizazi cha Gen Z yalijitokeza kwa ghafla bila uongozi rasmi na kugeuka kuwa vuguvugu vugu la aina yake katika historia ya Kenya. Yalichochewa na mswada wa fedha uliopendekeza ongezeko kubwa la kodi, hali ambayo iliwaumiza zaidi wananchi wa kipato cha chini, huku kukiwa na kashfa za mara kwa mara za ufisadi serikalini. Takriban asilimia 40 ya Wakenya wanaishi katika umasikini wimbi la maandamano hayo lilipamba moto hadi kilele chake cha Juni 25, ambapo maelfu ya waandamanaji walivamia bunge wakati wa bunge wakijadili mswada huo. Hatimaye shinikizo hilo lilimlazimisha Rais William Ruto kuondoa mswada huo. Hata hivyo, wiki zilizofuata zilishuhudia msako mkali wa polisi uliosababisha vifo vya watu 60 na wengine wengi kuwekwa kizuizini kinyume na sheria. Kwa vijana wengi hii ilikuwa ishara ya mfumo wa utawala usiotaka mabadiliko. Wachambuzi wanabaini kuwa maandamano hayo yalikuwa hatua mpya ya wanaharakati nchini Kenya, ambapo vijana walivuka mipaka ya kikabila na kijiografia iliyokuwa ikitawala siasa kwa muda mrefu, na badala yake kuzingatia ajenda za sera. Lakini sasa kuna mgawanyiko ndani ya vuguvugu vugu hilo. Wakati baadhi ya wanaharakati kama Hanifa Aden wameendelea kushiriki maandamano ya kupigania haki za wanawake na kupinga ukatili wa polisi wengine wameamua kufuata njia tofauti. Miongoni mwa waliobadili mwelekeo ni Kasmuel Mcoure, kijana mwenye umri wa miaka ishirini na saba aliyepata umaarufu kupitia hotuba zake kali wakati wa maandamano. Hivi sasa amejiunga na chama cha upinzani cha ODM kinachoongozwa na Raila Odinga, ambaye kwa sasa ana ushirikiano na serikali. Mak oure anasema kwamba kujiunga kwake na siasa rasmi ni hatua ya kimkakati akiongeza kuwa vijana wanapaswa kushika madaraka ya kisiasa badala ya kubaki waandamanaji wasio na mwelekeo. Mak oure anasisitiza kuwa harakati ya Gen Z ilikuwa imekosa mpangilio thabiti wa kuleta mabadiliko halisi. "My reason for joining the ODM and walking away from..." sababu yangu ya kujiunga na ODM m na kuachana na vuguvugu la maandamano ni kwamba niliona watu waliokuwa wanajiita viongozi humo walikuwa wakichochea tu kwa ajili ya kufanya usumbufu, agitating for the sake of agitating. Kwa upande wake Hanifa Aden anakubaliana kwamba ni muhimu vijana kushika hatamu za uongozi, lakini bila kukubaliana na mfumo uliopo ambao mara nyingi umejikita katika ufisadi. Anasisitiza kuwa kuna kizazi kipya cha viongozi wachanga wanaojitayarisha kuwania nyadhifa mbalimbali bila kujiunga na vyama vikuu viwili vyenye historia ya ufisadi. Kwake Adan, tofauti ndani ya vuguvugu vugu la vijana ni jambo la kawaida na linaonyesha nguvu ya utofauti wa mawazo.